Taharuki imetanda kwa wakazi wa mtaa wa Kasimba kata ya Ilembo manispaa ya Mpanda mkoani Katavi baada ya kuonekana mara kwa mara nyoka aina ya chatu katika makazi yao huku wakihofia usalama wao. Wakizungumza, viongozi mbalimbali wa mtaa pamoja na wananchi wa eneo hilo wameiomba serikali kupitia mali asili kuwanusuru na chatu hao ambao wamekuwa wakizuka katika makazi ya watu wakitokea katika Mto Kasimba. Aidha, mara baada ya kumuua chatu aliyekuwa akimvizia kuku katika maeneo yao ya makazi, wananchi hao wamesema nyoka huyo si wa kwanza, huku akidai uwepo wa chatu wengi ndani ya mto huo. Jina naitwa Happiness William Wasumani, ni mkazi wa Kasimba. Na kwetu Kasimba kuna changamoto ya nyoka hawa aina ya sawaka. Mara ya kwanza nikiwa Kasimba hii hii, ametokea nyoka aina ya sawaka mtoni, akiwa na meza ya mbuzi aliwakosakosa kuwameza mbuzi wawili, na baadaye wakamtegea mbuzi, akanasa kwa yule mbuzi. Wakaja maliasili wakampiga bunduki akafa. Lakini sasa hii kazi hatari ya nyoka ikaendelea kusikika kwamba nyoka, kuna nyoka, kuna nyoka, watu wakasema ni maneno ya watu. Lakini sasa leo hii ametokea kwenye mji wa mtu, nyuma ya mtani inaoishi kwenye mji wa mama mkazi nyoka ametokea pembeni yake na kuku wake aliofuga pale, nyoka akamdaka jogoo na kumuua. Ndipo yule mama aliposikia kuku wake analia, akapiga yowe, majirani na balozi na wananchi wote tukakimbia kwenda kule eneo la tukio, tukakuta nyoka bado ni mzima na kuku yule ameuawa, yuko pale pale na nyoka alipo. Baadaye wananchi mmoja akashika mkuki akawa amempiga yule nyoka, amemchoma na yule mkuki, na mwenye panga akawa amemkata na panga, yule nyoka akafa. Kwa ombi letu sisi wananchi, hasa sisi wakina mama, tuna watoto wadogo wadogo, serikali iingilie kati hili jambo, kwa sababu saa hizi ni, ni kuku itaonekana hana maana yoyote, mbuzi itaonekana ni mnyama tu, lakini sasa takapofikia kwa binadamu, wakati mwenzetu mmoja atakuwa analia amepotelewa mtu wake, ndipo serikali isimame sasa kutetea hawa waliobaki. Itakuwa ni maumivu kwa yule aliyekosa. Kwao tunaomba serikali lifuatilie hili, kabla hata yule binadamu hajaasirika yoyote, wakati huu tunaonyeshwa ameasirika kuku, ameasirika mbuzi, ndo wakati wa sisi kujiandaa. Hili eneo uzuri, tuna wanajeshi mali asili wapo, tuna kituo cha polisi jirani. Kwao tunaomba waingilie kati. Huu mto utakaposafishwa na kubaki safi, maana huku ni mkoani, alafu hii ni manispaa. Utakapobaki safi huu mto, tayari hawa nyoka watahama, hawatakaa tena kwenye hili eneo. Tunaomba sana tusaidie, maana tuna wanafunzi huku wanasoma, ni wadogo wadogo, na yule nyoka ana uwezo wa kumeza mtoto kuanzia miaka mitano kushuka chini, na wapo nyoka wakubwa wanaweza kumeza watu wakubwa. Watakaposafisha, wale nyoka wote wataonekana wenye kuhama kwenda mbali, wataenda mbali. Kwa hiyo tunaomba serikali tusaidie. Naitwa Antoni Pascali, natokea maeneo ya Kasimba. Ili ni tukio la tatu kumwona chatu katika mazingira yetu, makazi yetu. Chatu huyo tumepata kumwona takribani karibia majuzi, kutu hapo huyo chatu alikuwa akitembelea maeneo yetu katika makazi yetu hayo. Ilikuwa ni majira ya jioni, majira ya saa saba mchana. Chatu huyo alitokea maeneo ya nyumbani kwetu kwa mama yangu mimi pale nyumbani. Tulikuwa tumekaa chini ya mti bahati mbaya yule chatu akawa amemkamata kuku pale jalalani. Baada ya kumkamata yule kuku jalalani hiyo basi nikawa nimeingia ndani kuchukua yule mkuki. Na basi kama jamaa watatu hivi nikawa nimewaita pale nyumbani. Tulikuwa kama watu watu wanne hivyo nikawa nimemuita na balozi wa, wa mtaa wetu. Basi kwa sababu tuliona mpaka serikali labda ifike tuweze kutusaidia na wananchi, tuna tukio kama hilo so lijaisi hapa ndio limeanzia hapo. Ikabidi e, tuchukue tu mamlaka kumzuru ile chatu, hivyo basi tuweze kumshambulia. Hatima yake kama hivyo jinsi mnavyomuona, chatu ndio huyo. Kwa majina naitwa Vitu si Stefano Kazonde, balozi wa mtaa. Lakini bado nyoka wanazidi kuja katika mto huu, kama mnavyoshuhudia, nyoka ni wengi. Kwa hiyo tunaomba serikali iweze kutusaidia nguvu, hasa jeshi la kujenga taifa, basi lije tusaidie, kwa sababu wao wana nguvu katika sauti zao, wanaweza wakafanya jambo likawezekana ndani ya mto huu, kuwakimbiza hao nyoka na kwenda mbali zaidi. Hofu yetu kubwa ni kukumezwa mifugo kumezwa watoto wadogo wanaovua mitoni humu, maana watoto wengi wadogo kama wanavua humu, hata wakubwa wanavua samaki. Kwa jina naitwa Frank Richard, mimi ni mjumbe mtaa wa Kasimba. Nyoka hawa tunavyofahamu, nyoka yoyote au kiumbe chochote design hii anakuja kutokana na eneo lilivyo, hususa ni maeneo maeneo machafu. Maeneo machafu nyoka hawa anakuja kwa wingi kwa sababu hata kikiwepo hapo ni kazi sana kukiona, lakini kama ni peupe lazima utakiona kwa uwepesi. Nyoka huyu ni nyoka hatari sana kwa sababu nyoka huyu ana uwezo mkubwa, ana uwezo wa kumeza hata mtu mzima, lakini akiwa katika umri wake wa kuomeza mtu mzima. Mwenyekiti wa mtaa wa Kasimba Bernard Nswima ametoa wito kwa wananchi wa mtaa huo kuchukua tahadhari ikiwemo kutofanya shughuli zozote kama kufua nguo pembezoni mwa mto, huku akitoa rai kwa wananchi kujitokeza kwa ajili ya kufanya usafi ili kuondoa nyasi hatarishi pembezoni mwa mto huo. Anaitwa Benard Elias Nswima, ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Kasimba. Aa, ni kweli kumekuwa na taarifa mbalimbali za wananchi kwamba kuna nyoka ambao wamekuwa wakisumbua wananchi kwenye maeneo ya mto wa Kasimba. Na leo wananchi katika kupita tu wakamuona nyoka huyu akiwa kando kando ya nyumba ya mtu akiwa anavizia mifugo na alikuwa tayari ashaua kuku, jogoo na anaelekea kummeza sasa. Ndipo wananchi hao wakawa wamechukua silaha na kuanza kumshambulia nyoka huyo na kufanikiwa kumuua. Ah, kwa kuwa tayari taarifa hizi zimekuwa nyingi sana na wananchi wanaendelea kusema kwamba nyoka bado wako ni wengi sana. Na mimi mwenyewe nikiwa nimeshuhudia nyoka mwingine akiwa anameza mbwa na akakimbia naye ambaye ni mkubwa kuliko huyu. Kwa hiyo naamini huyo nyoka bado yupo na wengine pengine bado wapo. Tunaomba kutoa rai kwa wananchi kwamba wa wale wanaoendelea kutumia mto huu kwa matumizi mbalimbali, wengine wanafulia ndani ya mto huo, wengine wanaogelea ndani ya mto, lakini wengine wanakatisha katikati ya huo mto kwenda kwenye ng'ambo nyingine, hususani wanafunzi wa shule ya msingi na sekondari. Kwa hiyo tunaomba tutoe rai kwa wananchi kwamba waache kabisa matumizi ya mto huu hatari, kwa kuwa tuna vidhibitisho kwamba nyoka hawa bado wapo, tena ni nyoka hatari ambao wanameza kama hivyo mifugo. Kama nyoka anaweza kumweza mbuzi kama yule aliyemezwa kipindi kile, maana yake kumeza mtu kama mimi pia ni jambo la kawaida kabisa. Kwa hiyo tunatoa rai kwa wanafunzi, lakini kwa wazazi waendelee kuasihi wanafunzi, lakini hata sisi watu wakubwa pia, wa wa pia tuache kabisa matumizi ya mto huo, kwani ni mto hatari sana lakini pia katika jitihada za serikali kuhakikisha kwamba wananchi wanakuwa salama, uh, tuwasihi pia wananchi hasa hao wenye wako kando kando ya mto uh, milango yao iwe, iwe, imefungwa muda wote, kwa sababu nyoka anaweza pia akapesuka akaingia kwenye nyumba ya mtu kingali watu hawapo. Pengine unashangaa usiku umeingia kulala, unakuta nyoka yuko kitandani. Kwa hiyo ni vyema wananchi wakachukua tahadhari kufunga milango muda wote, lakini pia kuwasihi watoto na kuwa waangalifu kwa mifugo yao na watoto wao lakini kama serikali tumechukua jitihada za kuweza kuhakikisha kwa kwamba wananchi wanakuwa salama ikiwa ni pamoja na tumetangaza uh, siku ya Alhamisi ya tarehe ishirini na saba mwezi wa tatu 2025 na itakuwa ni siku maalum kwa ajili ya kufanya usafi kwenye huo mto. Kweli mto huo ni mchafu, una manyasi mengi tena marefu. Kwa hiyo tumewatangazia wananchi kwamba siku hiyo ya Alhamisi asubuhi saa moja, kila mwananchi mwenye panga mwenye slesha mwenye jembe kuhakikisha kwamba tunakutana maeneo haya ya mto, ili tuweze kufyeka fyeka mto huu kupunguza manyasi na mapoli yaliyopo, ili kuhakikisha basi usalama wa wananchi wetu unakuwa, hata hata kama nyoka wanakuwemo maeneo hayo. Lakini pia uh, tukifyeka, maana yake hata wananchi wanakuwa ni rahisi kumuona mapema kabla hajaleta madhara. Kutoka manispaa ya Mpanda mkoani Katavi, mimi ni Swaum Katambo.